Ikija kwamba labda wale, wale, wale watu wamechangia kile chakula, hakutoa mtu mmoja. Je, nalo inakuwaje? Mathalani wewe husiki na msiba, lakini ulitoa mchango wa msiba. Je, wewe kwenda kula pale, bado pana nafasi kwamba kwa kuwa ulichangia ukaenda ukala, ama hana nafasi? bado iko pale pale. Kama tulijua asiyefiwa akatoa chakula chote na bado ukawa hatuna nafasi ya kwenda kula, ni bado au la? Kwa wewe pia hata vile vile, ukitoa fedha yako, maadamu wewe sio mwenye msiba uliofiiliwa, bado tuko katika kukinga kuendelezwa kwa bid'a, yatakiwa tusihudhurie. Kama wewe utawasaidia wale kupata kile chakula, wasipate hamna namna ya kutafuta chakula kwa kuchangia wao chakula chao, hiyo heri, lakini sipo kuendelea kuwepo pale na wewe kushiriki kula.